Nakukaribisha uweze kulike na kushare na pia usisahau kusubscribe video yangu, ili uwe wa kwanza kuweza kuona na kujifunza. Karibu sana. Leo ninakuletea namna ya kutibu jino kwa kutumia matunda mbalimbali mbali, kwa kutumia vifaa mbalimbali ambavyo vinapatikana katika mazingira yetu. Hebu sasa tuone vifaa tutakavyokwenda kutumia ili kutengeneza dawa ya kutibu meno yaliyotoboka au meno yanayouma. Kwanza kabisa, naanza na malimao. Lazima uwe na malimao mawili mazuri ambayo yana, yana, yana majimaji, alafu pia unapaswa kuwa na ndulele nne ndulele nne A, kingine unapaswa kuwa na kisu kwa ajili ya kukatia ndulele na na, na, na, na malimao. Kingine ambacho unapaswa kuwa nacho ni mafuta ya taa. Kumbuka mafuta ya taa ni ya muhimu sana, usipokuwa nacho huwezi kutibu meno au jino. Kingine unachopaswa ni maji masafi, unapaswa kuwa na maji kwa ajili ya kuweza kuchanganya. Kingine ambacho unapaswa kuwa nacho ni glasi kwa ajili ya kupimia maji maji yako unapima una vizuri. Kingine unachopaswa kuwa nacho ni kijiti kwa ajili ya kuchovya kwenye mafuta ya taa unachovya unaweka uh, drops tano au matone matano. Na kingine unachopaswa ni, ki, ni sufuria kwa ajili ya kuchemshia hizo dawa. Na kingine unapaswa kuwa na chombo cha kuchovyea. Unamimina mafuta yako humu, kisha mimina. Unachukua kijiti chako, unachukua kijiti basi, unakuwa unachovya humu matone matano. Nitakuonesha, fuata pamoja nami, utajifunza namna ya kutibu jino, hatimaye utafurahi maisha yako yote. Sasa ndugu mtazamaji, hebu tuangalie namna ya kuandaa dawa ya kutibu meno. Hatua ya kwanza, tunakata malimau vipande viwili. Unakata malimau yako vipande viwili, unaweka kwenye sufuria. Unakata malimau vipande viwili pia. Unakata ndulele, unakata vipande viwili kama ulivyokata malimau, unaweka kule, unachanganya na ndimu na malimau, kata vizuri. Ukishamaliza kukata, unaweka kwenye sufuria. Ukishamaliza kukata, unaviweka kama hivi, kama hivi inavyoonekana. Unavichanganya pamoja, unavichanganya pamoja. Baada ya hapo, unachukua glasi, unachukua glasi yako, unaweka maji unajaza maji yako masafi, kwa sababu unakwenda kutibu meno kama dawa. Unajaza, unaweka kwenye sufuria, glasi la kwanza unaweka tena glasi la pili. Baada kuweka baada ya kuweka glasi la pili, basi sasa, ndugu mtazamaji, itakuwa tayari kwenda kuchemsha kwenye jiko letu. Kumbuka, hii ni dawa ya, ku, ya kuponya meno kabisa. Huwezi kusikia tena maumivu ya meno kwa hii ndio dawa yetu, jinsi inavyoandaliwa. Sasa hii dawa tunakwenda kuchemsha sasa. Naenda kuwasha jiko langu kwa ajili ya kuchemsha dawa. Sasa tayari nimeshawasha, naweka sufuria Nachemsha dawa hapa, jiko letu linachemka na dawa inazidi ku kuiva. Kumbuka matatizo ya meno yanawapata watoto, yanawapata vijana, yanawapata wazee, na ili tujali afya zetu ya kinywa, tunapaswa kufanya matibabu kama hii. Na watu wengi wanapoteza pesa nyingi sana kwa ajili ya meno. Wengine wanaweka meno ya bandia. Lakini hii dawa inakwenda kuponya kabisa matatizo ya meno. Iwe jino linauma au jino limetoboka halitakuwa linauma tena. Itakuwa ni suluhisho la matibabu ya jino au meno. Kumbuka, hii dawa unaichemsha hadi ndimu au malimau au ndulele zitakapobadilika rangi. Ukishaona imeanza kuwa na rangi ya brown, basi dawa yako itakuwa tayari kwa ajili ya kupitisha kwenye process zingine. Ndugu mtazamaji wa Sumai Online TV, dawa yetu itakuwa tayari. Kwa hii dawa nakwenda na kuipua kwa ajili ya kufanyia utaratibu mwingine. Hii dawa nakwenda kuipua, naipua. Dawa yetu itakuwa tayari baada ya hapo, na nasubiria hadi ipoe, kishapoa na chuja Alafu naweka matone ya mafuta ya taa matone matano tu. Ndugu mtazamaji wa Sumaya Online TV, hapa sasa tunakwenda kuchuja dawa yetu, tunaenda kuchuja kama inavyoonekana kwenye video. Unachuja mpaka upate glasi moja, kisha kuwa tayari imejaa glasi basi tunaenda kutumia dawa ya glasi moja tu peke yake kuweza kutibu jino lako au meno yako bila matatizo. Sasa tuna kijiti chetu, tunayo kijiti kama inavyoonekana pia. Tuna chombo chetu kwa ajili ya kumiminia mafuta ya taa. Naenda kumimina mafuta ya taa kwenye chombo kinachoonekana hapo na mimina kwa ajili ya kuchovya. Ndugu mtazamaji wa Sumai Online TV, sasa tunakwenda kuweka matone matano kwenye juisi au dawa yetu tuliyochemsha, na kwenda kuweka matone matano. Tone la kwanza toni la pili, toni la tatu, toni la nne, toni la tano. Baada ya hapo, unakoroga kwa kutumia hiyo hiyo fimbo au hicho kijiti, unakoroga dawa yako vizuri, unakoroga vizuri. Sasa dawa yako itakuwa tayari kwa kutumia. Sasa nitakupa maelekezo ya namna ya kutumia hii dawa. Hii dawa kabla, baada ya kumaliza kula usiku, unasukutua mdomo kwa dakika kumi na tano. Unafanya hivyo kwa ndani ya siku tatu, jino lako litakuwa limepona. Asante kwa kunisikiliza, na endelea kufuatilia chaneli yangu, na kumbuka, hakikisha umesubscribe.